Mimi Juliana Ng'onda ndio mwenyekiti wa UWT kata ya Upanga Magharibi. Ni mtu mzima na maamuzi yangu ya kimtu mzima. Nimeingia CCM nikiwa mdogo sana, kwa sababu wazazi wangu walikuwa ni viongozi watano mpaka CCM katika umri huu, ndio nao nimeamua kwa hiari yangu bila kumfurahisha mtu wala kumkwaza mtu Atakayefurahi shauri yake, anaekuazika shauri yake. Nimeamua kumuunga mkono mheshimiwa Edward Lowassa katika harakati za urais. Nitambeba mpaka Ikulu bila kujali kwamba wewe yule huyu, mtanichukia. Mume wangu anajua, watoto wangu anajua, mzee wangu anajua kwamba nimeamua kwa hiari yangu, ije mvua ije jua, mimi nitaenuka na Lowassa mpaka viongozi wangu wa chama wanafahamu, milaya mpaka mkoa mpaka ngazi zingine. Kwa mimi namuunga mkono Edward Lowassa. Endapo kuna mtu kichama ataamua kuniadhibu kwa njia yoyote kwa sababu ya hilo, niko tayari. CCM tunaheshimiana tu, tumekutana ukubwani. Kwa hiyo hakuna kuogopana, kupendana, kupenda. Na napenda Edward Lowassa awe rais wangu awe mkombozi wa taifa langu, akomboe wanawake watoto, akomboe vijana, taifa zima, na atashinda. Kura yangu mimi, ya mume wangu, ya watoto wangu, ya jirani zangu, rafiki zangu, mpaka adui zangu, ni ya Edward Lowassa. Wengine wote wanajaribu, ni maamuzi magumu na matumaini, elfu mbili na kumi na tano.